Nataka niwaeleze wana wanahabari, jana tarehe 16 mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano Ndugu Wasira mwenye, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alikuwa na ziara jimboni, na katika kikao chao cha ndani kilichofanyikia kwenye ukumbi wa Radhi, Welo Mwampashi ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe, kuna bwana alijitambulisha kuwa ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wilaya ya Ileje na kuamua kujiunga na Chama cha Mapinduzi, ili hali Chama cha Mapinduzi kupitia mwenyekiti wa mkoa wa Songwe akitambua wazi kwamba yule bwana si mwenyekiti wa CHADEMA wilaya Ileje. Na mimi ninaoongea, Bwana Tandiza Edwin Chibona ndiye mwenyekiti halali wa jimbo la Ileje. Naomba wananchi waondoe hofu kwa kuwa tangu jana nimekuwa nikipokea simu nyingi wapenzi wanachama na wadau mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo walikuwa wakihoji kunikoni. Nimewaiteni wanahabari kutaka kuwaeleza kwamba hilo jambo ni uzushi, ni uongo ambao Chama cha Mapinduzi wanajua ni sababu gani waliamua kufanya ili kumfurahisha makamu mwenyekiti wao. Kwa hiyo niwaombe wanachama na wapenzi na wadau wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba jimbo la Ileje, mwenyekiti yupo salama, yuko imara kuliko jana, tuendelee na kazi za chama. Na niwaombe tukiwa tunaendelea na ujenzi wa chama, lakini tuendelee kusubiri maelekezo yaani, kwa maana walaka wa katibu mkuu, wa maelekezo ya no reform no election. Kwa hiyo ndugu zangu, hilo nitaka niliweke wazi, ndugu zangu wana habari, ili mlitambue kwamba huo ni mzushi. Mwenyekiti wa chama nipo na chama kinaendelea. Asanteni sana.